Ukiukaji wa demokrasia katika bara la Afrika na uongozi wa kidikteta umeonekana kukita mizizi kwa miongo kadhaa. Mataifa mengi barani Afrika yanashuhudia ukandamizaji wa kiuongozi na uhuru wa demokrasia kutokana na viongozi waliokatalia kuondoka madarakani, Afrika Mashariki ikishuhudia uongozi huo na kuchangia msururu wa maandamano ya vijana. <tinyo> Nchini Uganda, taifa hilo la Afrika Mashariki limekuwa chini ya uongozi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka themanini ambaye amekuwa uongozini kwa takriban miaka ishirini. Museveni aliingia uongozini baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na sita na anatarajiwa kugombea tena wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Januari mwaka ujao. What is in this is what the NRM has achieved when we came in we knew exactly what to do and that's why the economy of Uganda has recovered and as as i speak today we have gone through five phases mpinzani wa muda mrefu wa Mseveni Kizza Besigye amekuwa akipitia pingamizi nyingi nchini humo katika harakati za kuingia ikulu. Amewahi kupewa kifungo cha ndani na sasa anakabiliwa na kesi ya uhaini nchini Uganda. Lakini mgombea mwingine ambaye anapinzana naye Museveni kwa sasa ni kijana Robert Kiagulanyi maarufu Bobi Wine. Bobi Wine ameahidi kuleta mageuzi nchini Uganda na kumaliza uongozi wa muda mrefu wa Museveni ili kuwakomboa wakazi wa taifa hilo.

for the presidential office in 2021. Kulingana na Kegulanyi hii ni fursa kwa raia wa Uganda kujitoa kwenye minyororo ya umaskini na udikteta. We are young and we are promising. Our country is one of the richest countries on the planet in terms of natural resources. So my brothers and sisters, our problem is not lack of wealth. Our problem is lack of leadership.

and they are still in prison as we speak right now. Katika mataifa ya Afrika Magharibi ambayo wanaongozwa na utawala wa kijeshi maisha ya udikteta na unyanyasaji yameonekana kubadilika hasa nchini Burkina Faso, taifa lenye takriban watu milioni 23.55, kulingana na sensa ya mwaka 2024, liko chini ya uongozi wa kijeshi wa Captain Ibrahim Traore. Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Septemba mwaka 2022, baada ya kumwondoa mamlakani Luteni Kanali Paul Henry Sandogo Damimba, lakini anaonekana kubadilisha taswira ya taifa hilo. Sociale, tout est urgent. Mageuzi hayo ya uongozi vilevile yameangaziwa sana hapa nchini Kenya baada ya maandamano ya vijana wa kizazi cha jenzi, viongozi wa changa wakionekana kujitosa uwanjani kukabiliana na vigogo wa siasa, swala ikiwa ni je, hilo litafanikiwa about It's about creating a kinder nation. It is only Babu we know who can beat Ruto squarely. Hmm. Squarely by before a day before elections. Wachana na ile watu anasemanga asubuhi. Ini a day before elections tunaweza mwangusha. I want to encourage this generation, generation, the Gen Zs, the millennials, to participate in the forthcoming elections in 2027. So do not just participate by voting, but also participate by going for these electives. Lakini nchini Tanzania, safari hii ya mageuzi inaonekana kukumbwa na mitihani mikubwa. Upinzani umezimwa na huenda ukakosa nafasi ya kushiriki uchaguzi baada ya kiongozi wa chama cha CHADEMA Tundu Lissu kutuhumiwa kwa makosa ya uhaini. Wapinzani pia wamekuwa wakitekwa nyara, huku Rais Samia Suluhu Hassan akionekana kunadi sera zake kwenye kampeni za uchaguzi unaotarajiwa mwishoni mwa mwezi huu. Tanzania oye! Lengo letu ni kila mwananchi aweze kutumia nishati safi kwa kutumia nyumbani, lakini pia kiuchumi, atumie umeme kwa shughuli zake za kiuchumi, lakini pia usalama wa maeneo yetu. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.